Slaoo ku mambo. Pia viongozi wetu wa Luo Nyanza, nyinyi pia mambo ya kukaa Nairobi na Selei Queen pia muwache, muwache kabisa. Angalia shule zote za Luo Nyanza, muende mtafanye utafiti, ilijengwa na wakoloni 1960s 1970s 1980. Hakuna shule mpya imejengwa sahii, wakwapa Nairobi Lexus. Wanawake wanakimbizana naye kwa ba oh, then wanasema wakikuni wa hizo, kama wanaiba pesa zile pia, wakikuni wanaiba wa constituency yenu, bali ki wakati imefika, tuambie viongozi wetu kweli, hakuna kuvijana mwingine akawapa Langata mkora namba wan Jalazizi ah. kazi yake ni kuchukua pesa kwa Ruto kubalakumele wa bunge wa Nairobi Kwele. Ruda ana mpea pesa, ana blackmail wabunga wajaluo Bana. Hatakwambia Jalas chuma Wele, chako kimoto ni chuma yako. Jalas wewe arudi. <laughs> Arudi, chagua kitu kimoja Jalango wewe. Sisi hatuwezi ongozwa na siasa okora ukora na siasa ojanja. Kiongozi lazima akuwe na madili Jalas hana <laughs> madili ya uongozi Bana. Achakwe kitu kimoja kama anataka kurudi kwa redio, arudi kwa redio. Mm. Kama anataka kwenda kwa chachila, aende kwa chachila. Akitaka kufanya Luo festival, afanye hiyo. Ama homosexual. Oh. So. Ni umeme tena kama ya Faruki. So. Nataka kusema hivi, viongozi wetu wa Luo Nyanza, asua magavana wetu. <laughs> All governors from Luo Nyanza. Mimi nataka kuuliza swali rais, juzi nimekuwa hapa Kisumu hani 13 years hakuna stima na tuko na devolution. Wakina nani waleta? Wajaluo tena wana champion, ni sisi ndio tulipigania devolution. Wakina <coughs> <Devolution gani>? Rengo, <coughs> na health center haina stima <coughs> devolution gani ambayo mnajivunia ju, <coughs> na health center haina maji Then anatuambia ati ni sisi ndio tuleta maji, sikale maji maji mbogo gani? Ati tuko tota. Si ukali gani mlileta? Which government tu wafu wana nyikani wapata? 2027 unasimama kwa maendeleo yako kama kuna chaguo yako. Aenda aenda. Ipo ipo. Akuje na gari yake. 2027 unasimama. there is a reason why Kalonzo usaidie, wewe siakuliwa ni vitu kama hizi. Kwa sababu ana track record yote ya maendeleo. Ana, na amekuwa kwa serikali. Sohesmeme hawa wabunge wetu 2027, yeah, my friend. Yeah, nanataka, nataka wetu yeah. Nataka kuonya wajulu yeah. Wetu sio hapa Nairobi nataka Kiongozi iongozi yeah. Wowote mujaluo asikuambia yeah. Unaamisha kura yako mali huko, kama nakuambia amishe kura aambi akupee elfu mia moja kwa kura yako yeah. yeah. si nataka achaguliwe tena yeah. Akupee elfu mia moja ndio aamishe kura yako aa, ng'ombe wametutumia muda mrefu, tunataka mageuzi kama Ruto anataka tuchague Ruto akuje kwetu, si kwa kina Jalas ambayo ni wakora wa, wa Nairobi. Hakuna <laughs> <laughs> <Yeah>, <laughs> kitu kama hiyo <laughs> kama Ruto anataka kura Mjaluo, shuka, wajana na wanga aendelea usajawa kuja kwa ground, fanya maendeleo namna Raymond Omola anatusaidia namnaraina, yeah. yeah. yeah. hatuwezi kuwa na governor yenye mm. hakuna ye, maendeleo yoyote ambayo Gladys Wanga ni anafanya PR. Aya, ule wa, kwetu wa, wa, wa, wa, nini, wa mikori. Aya, twende ule wa Siaya